Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Mheshimiwa Spika, ili kuimarisha mfumo wa usimamizi wa maafa, tulirekebisha sera ya taifa ya usimamizi wa maafa uh, ya mwaka 2004, toleo la mwaka 2025 na tulitunga sheria ya usimamizi wa maafa namba sita ya mwaka 2022 kwa lengo la kuweka mfumo wa kitaasisi wa usimamizi wa maafa kuanzia ngazi ya Taifa hadi wilaya. Nyote ni mashahidi uh, wa maafa makubwa yaliyotufika kwa nyakati tofauti kutokana na mvua kubwa kwenye maeneo ya Hanang', Mbeya, Rufiji na Moshi. Kipekee nivipongeze vyombo vya ulinzi na usalama kwa kuwa mstari wa mbele na kushiriki katika uokoaji wakati wa maafa na vile vile uh, walishiriki kwenye usambazaji wa mahitaji muhimu kwa waathirika. Mheshimiwa Spika, kufuatia maafa ya Hanang', serikali iliratibu ujenzi wa nyumba mia moja na tisa za kudumu zenye thamani ya shilingi bilioni tatu na milioni nane kwa ajili ya waathirika 745 ambao nyumba zao ziliharibiwa.